Jeshi la polisi mkoani Katavi limekamata vipande ishirini na viwili vya meno ya tembo vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia moja na hamsini na tano. Kamanda wa polisi mkoa wa Katavi Dhahiri Kadavashari amesema ushirikiano kati ya wananchi na jeshi hilo umesaidia kudhibiti uhalifu na kufanikisha kukamatwa kwa vipande hivyo vya meno ya tembo siku ya Krismasi tarehe ishirini na nne watu wawili ambao kwa majina ni mm, Justin Baruti alias Zairos, huyu ni mhutu ana miaka 39, ni mkazi wa Ivumwe Katumba, na mtu mwingine anaitwa Boniface Hoza, huyu ni muha miaka arobaini, ni mkulima na mkazi wa Kalela Kasulu. Hao tuweza kuwakamata wakiwa kuwa na vipande ishirini na mbili vya meno ya tembo ambayo ina uzito wa kilo 46.3 ambayo jumla ya thamani yake ni milioni 157,500 ni sawa na, na tembo saba waliouawa.